Kama unaamka na uchovu, mdomo mchungu na tumbo limejaa gesi kila siku, basi una dalili za ini kufeli. Basi andaa kinywaji hiki kusafisha ini lako. Unahitaji karoti, kata vipande vidogo vidogo. Karoti ni nzuri, kwa sababu ina vitamini A na beta carotene ambazo zinasaidia kuimarisha afya ya macho na mzunguko wa damu. Unahitaji ndizi mbivu, kata vipande vidogo vidogo. Ndizi ina potassium na huwa inasaidia kuimarisha uh, kiwango cha sukari kwenye damu na presha kwenye damu. Unahitaji tangawizi kata vipande vidogo vidogo bila kumenya, na unahitaji limao kata na utafu, utoe ukamue maji yake vizuri. Baada ya hapo weka kijiko kimoja cha asali na changanya vitu vyote kwenye blender na hakikisha unaongeza maji kikombe kimoja. Aa, maji yatasaidia kuimarisha utoaji sumu kwenye, kwenye ini. Saga na hakikisha unapata glasi moja kila siku asubuhi kabla ya kifungua kinywa, au okoa muda wako kwa kutumia Liver Care kutoka Okoa Mwili, ni tiba ambayo itakusaidia kutibu magonjwa yote ya ini, yaani ini kufeli, uvimbe kwenye ini, Hepatitis B na magonjwa mengine mengi. Dozi ya siku kumi na tano, shilingi laki na elfu mbili na dozi ya mwezi, laki mbili na elfu nne Nitafute WhatsApp kwanza dozi, na komenti niunge kujiunga na group letu bure.